Director mkubwa eh, wanamuita Masanga. Tupo hapa, nataka tufanye jambo kidogo la shooting. Ndio, ndio <inaudible> sisi ni mass film production eh, kwa hiyo wakae mkao wa kula. Naona kweli, upo na vijana wako wa kwenda hapa hapo hapo, kama wapo, eh askari ziko, uh. wapo. <laughs> Eh, hapa kuna teacher mkubwa, mzee wa kulialia. Mzee wa kulialia. <laughs> dada <laughs> mkubwa tunakuona, ndiyo ndiyo. Haya, wewe, hapa tuna au kakutana na assistant director Mwamba. Ah. Aha, baza. Hapa tunakutana mama mjengo mwenye gubu, mama mjengo mwenye gubu, aka mama mwenye nyumba kwenye ubora wake. Haya <laughs> tunakuja na mfanyakazi wa ndani akiwa katika ubora wake aka <laughs> beki tatu. Haya sasa, mdogo wa mtu, mama ushauri, mzee wa kutoa ushauri. Oh, umeishiwa vitu nini? <laughs> Aha, sawa, hapa tukiwa na wasanii wengine wengine, hapa sasa tunakutana na wale wanaitwa Productions Manage. Hawa hapa, unadhani unawaona? Unawaona wenyewe au vipi?